Bonyeza subscribe, kupata habari mpya muda wote na bonyeza hapa kupata notification. Karuma Ink Podcast, chimbuko la maarifa. Njia kumi za kuimarisha uwezo wa akili. Karibu msikilizaji, leo tunazungumzia mada ya msingi kwa kila binadamu, uwezo wa akili. Katika dunia ya leo yenye taarifa nyingi, changamoto za maisha na mahitaji ya kufikiri kwa haraka, ni muhimu sana kujiuliza, je, Tunaweza kuimarisha uwezo wetu wa kufikiri kwa kina na kukumbuka kwa ufanisi? Jibu ni ndiyo. Uwezo wa akili si jambo la kuzaliwa nalo pekee, bali ni matokeo ya mazoea ya kila siku ya kimwili, kiakili na kihisia. Katika simulizi hii tutachambua kwa kina mambo kumi muhimu ambayo mtu anaweza kuyafanya ili kuimarisha uwezo wa akili. Twende pamoja. Moja, moja. Fanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Mazoezi ya mwili si tu kwa ajili ya misuli na moyo, bali pia ni muhimu kwa ubongo. Shughuli kama kutembea, kukimbia, kuogelea au yoga huongeza mzunguko wa damu kwenye ubongo. Damu inapozunguka vizuri, seli za ubongo hupata oksijeni ya kutosha na hivyo kuimarisha uwezo wa kufikiri na kukumbuka. Mbili, Kula lishe bora na yenye virutubisho. Lishe bora ni msingi wa afya ya ubongo. Vyakula kama samaki wenye mafuta, karanga, mboga za majani, matunda na vyenye omega 3 husaidia ukuaji wa seli za ubongo. Sukari nyingi na vyakula vya kuchoma sana vinaweza kudhoofisha uwezo wa akili. Tatu, lala usingizi wa kutosha. Usingizi ni muda wa ubongo kupumzika na kupanga upya kumbukumbu Masaa saba tisa kwa usiku ni muhimu kwa mtu mzima. Kukosa usingizi huathiri uwezo wa kuzingatia, kufikiri kwa makini na kukumbuka mambo. Nne. soma vitabu na makala za maarifa. Kusoma huamsha sehemu mbalimbali za ubongo zinazohusika na lugha, mantiki na hisia. Huongeza msamiati, maarifa mapya na uwezo wa kuchambua mambo kwa kina. Tano. Fanya mazoezi ya akili au brain games. Chess, sudoku, mafumbo au kujifunza lugha mpya huimarisha uwezo wa kufikiri. Ni kama mazoezi ya misuli lakini kwa ubongo. Kadiri unavyocheza na changamoto za kiakili ndivyo unavyoimarisha uwezo wa kuchambua na kukumbuka. 6. Tafakari nafanya mazoezi ya kupumzia kwa kina. Kutafakari husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini. Kupumzia kwa kina huongeza utulivu wa kiakili na uwezo wa kuchakata taarifa kwa utulivu. Saba. Sikiliza mziki wa kutulia akili. Mziki wa taratibu au wa asili huweza kuchochea ubongo kutulia na kuimarisha kumbukumbu. Pia huongeza ubunifu na huamsha hisia. Nane, zungumza na watu wenye maarifa na mitazamo tofauti. Mazungumzo ya kina huamsha fikra mpya, huongeza uelewa wa mambo na huimarisha uwezo wa kuchambua hoja. Mazungumzo ni darasa la kila siku kwa ubongo. 9. Andika mawazo na mambo unayojifunza kuandika. Huimarisha kumbukumbu. Unapoweka mawazo yako kwenye karatasi, unayapanga, unayachambua na unayakumbuka kwa urahisi. 10. Punguza matumizi ya simu na mitandao ya kijamii. Kutumia muda mwingi kwenye mitandao huweza kupunguza uwezo wa kuzingatia na kuharibu kumbukumbu kumbu ya muda mfupi. Jipatie muda wa kutokuwa na skrini ili ubongo upate nafasi ya kupumzika na kujitathmini. Hitimisho. Na hapo msikilizaji, tumefunga simulizi ya kipekee kuhusu njia kumi za kuimarisha uwezo wa akili. Uwezo wa kufikiri kwa kina na kukumbuka kwa ufanisi si jambo la bati bali ni matokeo ya mazoea kila siku kwa kujitunza kimwili, kiakili na kihisia. Mtu anaweza kujenga ubongo wenye nguvu, utulivu na uwezo wa kuchambua mambo kwa busara. Kumbuka, ubongo ni kama misuli. Unapotumia vizuri, unakuwa imara zaidi. Asanti kwa kusikiliza na tukutane tena katika simulizi nyingine ya maarifa, afya na maendeleo binafsi. Penzi vyangu, nawashukuru sana kwa kuendelea kuangalia video zangu. Naomba msubscribe kwa kubofya kitufe chekundu, na pia msiache kulike, kucomment na kushare.